Pamoja na kazi kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya ya kutupa fedha milioni 584 laki mbili na 80 senti 29, <coughs> wako watu hawaoni aibu kufanya mapenzi na watoto wa shule. Hawa watoto wote ni wa kidato cha pili, kidato cha pili, mtoto mdogo, watoto sita. Sasa inawezekana tukipima hapa shule nzima tukapima na eneo lingine basi kata watoto watakuwa wameisha. Miongoni mwa wanafunzi hawa wengi wanakaa kwenye maeneo yao, wamepanga wenyewe, wazazi wako mbali, lakini wengine wanaishi na bibi na wajomba. Sasa, sasa, na wajomba, sasa swala hili linarudisha nyuma, hasa wakiangalia labda kipato kikiwa ni shida kidogo, watoto hawa wanajiingiza kwenye vitendo vya ushawishi na kuweza kupata ujauzito, lakini kama shule tumechukua hatua ikiwa ni kupeleka taarifa kwenye vyombo vya dola. Kwa kweli hii changamoto ni kubwa mno kwetu na ina, yaani inatufanya hata raha hatuna, kwa sababu watoto tunapenda wasome, lakini ndio hivyo, kuna vijana ambao wao wanafanya wa kazi ya kuwaharibia wanafunzi wa, wa masomo wenzao. Kama adhabu ni kijana kwenda miaka thelathini aende